Pale unapokuwa na ndoto ya kuendelea na masomo ni rahisi kujikuta ukizungukwa na changamoto nyingi, hasa unapojua vyuo vingi na hujui lipi la kuchagua. Wakati ukiwa katika changamoto na kukutanisha na jasiri huyu ambaye ameamua kutumia ujuzi wake wa teknolojia katika kubadilisha maisha ya vijana wenzake na kuwapa mwanga muhimu kuhusu mustakabali wao. Mimi ni Michelle Caesar, karibu uendelee kujifunza jinsi gani teknolojia inaweza kuwa chombo cha mabadiliko. Niambie, uliona kuna umuhimu kwa kiasi gani katika sekta ya elimu na hata kuamua kubuni programu tumizi katika kusaidia wanafunzi kuchagua vyuo kutokana na ufaulu wao? Kwa mimi na marafiki zangu tuliona kuna changamoto kubwa sana katika kwa wanafunzi hawa, wakitoka form 4 wakija kutaka kusoma colleges na wale kutoka form 6 kuja kusoma vyuo, hawana hawana uelewa vyuo viko wapi na kuna kozi gani, kuna hizo kuna hivyo vyuo kwa mtu kwa mfano labda mtu anataka kusoma mambo ya health, anajua kuna MD peke yake na nes peke yake, lakini hajui kwenye health kuna more than that, kuna kuna kozi nyingi zaidi ya hizo. So sisi tukaamua kuja na hii e solution kuwaletea wanafunzi kwamba akitoka form 4 akitoka form 6 au ana uwezo wa ku explore na kufuatilia vyuo vilivyopo Tanzania na kozi zilizopo na kuweza kuchagua kozi anayopenda kulingana na interest yake. Kwa mara ya kwanza walipoitambulisha programu hii, mapokeo alikuwaje? Programu hii haina ugumu katika kuelesha watu kwa sababu ni kama program zingine, ni kama web application zingine mtu anaweza ka login, anaweza ka sign up, anaweza ka create account, aka edit profile na akafanya chochote anachokiona pale kwenye program. Labda ugumu ni kwa mtu ambaye labda hana network kwa sababu unatakiwa uwepo online ndio uweze kuiaccess. Program yetu kwa range tunaweza kusema watu sifuri mpaka 50. Watu ambao ni wa kawaida ambao hawana matatizo yoyote. Kwa watu ambao ni walemavu, sina uhakika kwa sababu hatujafanya statistics, lakini pia inaweza ikawafikia endapo wakawa na wasaidizi. Licha ya kuwa bado hajafikia idadi kubwa ya watu, lakini bado anauona mwanga kwa watu, hasa kwa wale wenye mahitaji maalum, katika kufanya maamuzi sahihi juu ya nini wanataka katika kada zao. Unadhani kwamba programu yako itachangia vipi katika kupunguza mkanganyiko wa wanafunzi unaoonekana wakati wa kuchagua chuo? Kama mimi mwenyewe nilipata shida sana kuchagua kozi gani inayotaka kuisoma. Nilikuwa napenda sana kompyuta, lakini kwenye kompyuta kuna kozi nyingi za kompyuta, kuna computer science, kuna engineering, kuna telecom, kwa hiyo nilipata tabu kujua ni specify kwenye kitu gani. Hii programu yetu itasaidia wanafunzi wengi ambao walikuwa na mkanganyiko kama wakwangu. Hujua nini zaidi wanachokitaka zaidi kwenye kuitengeneza hii program, haijani, haijaniwea vigumu kwa sababu nimefanya kwa commitment na teamwork ya mimi na marafiki zangu wawili Eric pamoja na Aidan. Ndoto zangu kubwa nilizonazo ni, ni kusolve matatizo mbalimbali yaliyopo kwenye jamii kwa kutumia suluhisho za like kidigitali. Kwa kuanza na hii project ya Niconnect, nimeona ni kabisa ninaziishi ndoto zangu, na pia kuna project mbalimbali mbali zinakuja ambazo zinasaidia kwa ukaribu zaidi jamii yangu kupitia program hii ni matumaini yangu makubwa jamii ipate uvumbuzi kwa asilimia kubwa zaidi, sana sana wanafunzi wa sekondari wa form 4 na form 6 wapate suluhisho ya kuchagua kozi na vyuo wanavyotaka kwenda. Kijana unaye nitazama sasa, pale ulipomaliza kidato cha nne au cha sita, ilikuchukua muda gani kujua ni kozi ipi sahihi na nicho kipi sahihi kwako? Tuandikie maoni yako. Mimi ni Michelle Caesar, kwa heri.